Kama kawaida ilivyo Viwanjani huwa tunakwenda kutazama zilizo, uh, bamba kijamii, mwenzetu, Mufti, uh, zilizo bamba katika mitandao ya kijamii na kawaida huwa tunaungana na uh, mwenzetu Ali Mufti ambaye ndio anakuja kutuletea zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii ambako nako kule kuna kuoga na patashika kwa kuchanika kule na ameshafika Ally Bakari. Habari bwana za wakati huu? Salama kabisa eh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. ndio Uh, nimefurahi tumeungana nawe tena ndio, baada ya kutukimbia kwa, uh, siku kadhaa hivi, lakini tunafahamu ya kwamba majukumu ya yeah, jengo hili ni mengi, kwa hivyo kuna nyakati unapewa yeah, majukumu mengine hata ndugu yetu Rashid Hamisi yeah, anatukimbia kimbia kidogo, piga tutavota binzari ile. Lakini lakini mbona hilo? Eh. sikuwa nimejiandaa kama nitakutana nalo. Eh. <laughs> Hilo la bizari. <laughs> <laughs> Eh. Eh. Eh. Eh. sawa. laili <laughs> kini nimefurahi kuungana nawe Rashidi, nikimwachia nafasi ya kuendelea kuongea nikamwokota mbali, umesemaje?

Fatilia kwenye kurasa huwa havai miwani apu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye zote wanasema alinunua, mbona najua huyu si mtu wa Mang'ula, mtu hatari kagi. Mtu wa Mangula ambaye kapata ndege kwa hivyo nimewawakilisha watu wa Mangula. Vizuri, vizuri, unaniruhusu hey, na, na, na, ja. <laughs> uh, niendelee sasa. Hey, yes, kwa yale ambayo yamejiri jana, mechi yeah, mbili za NBC Premier League. Uh, hakika mitandao ya kijamii haiwezi kuwa kimya uh. Kabla ya mechi mambo yalianza hivi tabasamu kwa timu zote, uh, kwa makocha wa timu zote mbili. Hii ni kocha wa uh, Flora Ibenge wa Azam FC lakini pia uh, Ahmad mm, Ali, Ahmad Ali. Uh, wa JKT Tanzania. Lakini unamkumbuka yule kocha uh, alikuwa Tabora United. Ali akatule ikiwa na ESCO, akatule ah, kitambulika Tabora United mm, ambao sasa ni wa. Ndio no, simsaidizi wa wae yes, Ndenge kwa sasa. Eh, Tabasamu na mwenyewe ndili tawala maeneo hayo. Hiyo ilikuwa ni kabla mm -hmm. eh, ya dakika zile 90. Kabla minuno. Eh, eh na hii posti tumeipata kupitia ukurasa wa Ligi Kuu kwa maana ya TPLB, lakini pia Uh, wakiwa wameshirikiana na JKT Tanzania wakisema, wataalam wanapokutana kwenye vita ya kupambania alama uh, tatu za ligi kuu, NBC, uh, ligi kuu uh, kwa maana ya NBC Premier League, lakini kuna mwingine akasema top talented coaches. Yes, kwa maana ya uh, Ahmed ya Ally mm. Lakini pia Ibenge hilo unakubaliana naye eh? kwamba ah, talented coaches hajakosea kwenye picha hiyo eh? mm, mm, wameipamba, ajakosea picha, mm. na wanaipamba NBC Premier League. Mm. Kwa hivyo mambo yalikuwa mazuri kwa pande zote uh, mbili. Mm. Nini waliposti JKT Tanzania baada ya dakika tisini. Twende sasa tuone. Post inayofuata tutaona walicho ki-post JKT Tanzania. Uh, picha huku ni full time moja moja, lakini kwenye caption kule wanasema bahati yao, wangeacha ndala JKT Tanzania baada ya kufanya msako mkali sana hatimaye Azam FC amenyoosha mikono juu. Uh, sasa uh. Tukisema kocha mwenye mbinu na mipango ndio huyu Master Ahmadi Ali, wangeacha ndala. Bwana sale tu naona maneno siku hizi bado kwa haya anayoyafanya bado lakini mu, ma, ma, maendeleo yake tuseme. Haa, katika kazi yake ya kocha kwao wanaweza wakamwita wakamuita master, yes. Kwa sababu anawapa vitu ambao walikuwa hawavitarajii yes. Kwao JKT mm -hmm. Lakini kwetu sisi tunahitaji zaidi ya hapo yeah. Yani, kumwambia mwingine atakwambia, bwana bado tunahitaji kocha wa Tanzania, wengi makombe hawana, msimu uliopita na fini kocha ambao alipambana sana na hizi timu kubwa mm -hmm. Yanga alitoka sare pale mm -hmm. Azamu alitoka sare pale yeah. Simba alipata goli moja pale, lakini ilikuwa mm mechi kweli na ikawa mechi ambayo ilikuwa na malalamiko sana. wanasemaje? Eh, kwenye comment anasema huu uwanja Simba ndio timu pekee inaweza kuondoka na ushindi. Uwanja Simba ndio timu pekee misimu miwili pale anakosa mm. Kuna mechi ile unakumbuka, ile akhirisho kesho yake ikachezwa yeah. Mvua zilikuwa zinanyesha yeah, yeah. Wakaondoka pia sare, na msimu uliopita kama unakumbuka pia yeah. Vile vile yeah. Mechi kwao ilikuwa ni muhimu kupata pointi tatu, kwanza kocha kwa kwa kwa mpya kwa. Ndio yupo eh wakati alikuwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa champion yes kwa, kwa. Champion, yes, kwa uh, champion uh, uh, wakati rudi Amdi ndio mechi yake ya kwanza ya ligi, ndio anaenda pala minuno eh, atashinda nani pira pira minuno anasema, hii timu nayo inaku alitumia inakuanga tuseme inakuaga ngumu da Alafu, marufuku kufanya biashara eneo hili eh. chini pale hmm. chini marufuku kabisa pale, Ramadhani Chitenje. <laughs> <laughs> marufuku kufanya biashara <laughs> eneo <libe>. hilo <laughs> <libe> la meja jenerali Samuel Uuni. <laughs> naona pas eh, Kabombe jana akapata bahati tena dakika za jioni. La! <laughs> na alikuwa anaisubiri alikuwa anaisubiri kwa sababu anaisubiri <laughs> kwa sababu msimu alikuwa hajapiga, lakini mapema, yani yeah, ligi ikiwa ndio bado mwanzo mwanzo kaanza mwanzo kwanza ka kaanza <laughs> kusema hapa isiwe kwa dakika chatu, nikapata dakika za jioni ndio. <laughs> ndio na kweli akaja akaiambulia dakika za jioni za jioni kabisa. Yes, hiyo ni mechi ya JKT Tanzania dhidi ya Azam FC ambayo ilimalizika kwa sare ya moja moja. Ahmed, Ahmedi Ali awezi kuwa kimya, uh, wakati timu yake ameshinda magoli matatu kwa sifuri katika dimba la Benjamin Mkapa. Unafikiri angeweza kuwa kimya? Kama angenyamaza kwenye ukurasa, um, eh? <laughs> Ange Uku Ange Uku <laughs> ukurasa wake bila shaka watu wangempigia simu bwana, posti chochote ama wangeenda kumgongea mlango pale. Sasa ameposti nini kwenye ukurasa wake? anasema hello, Bodi ya Ligi, hatuwezi kupata mechi nyingine asubuhi ya leo ambalie <laughs> ah. Ah, kwa timu gani? Kwa ushindi upi hilo? <laughs> <laughs> <laughs> ndo ambalo ameamka nalo leo masaa yeah, alfajiri kaandika baada ya oh, uh, jana usiku Bodi ya Ligi nga angalie angalie kama kuna timu yoyote ipo mjini hapa haina shughuli ya kufanya. Eh, warudi eh, kama si Benjamin Mkapa basi kukupiga Masanza <laughs> <laughs> lakini ame- amekomenti ame pale uh, Hussein Masanza afisa habari eh, wa Singida Black Stars anasema, mko tayari tukipige, kabla hatujaondoka mjini, usitutamanishe uh, bado Singida kumbe, bado hapo hapa uh, so na alama sita na hao. <laughs> E, majibu mazuri. majibu mazuri. E, akampa majibu mazuri. mazuri kabisa e. yenye kustahili mm. kwani pale Kariakoo, majirani hawezi kujibu? Ah, kwani hao wenyewe wanawataka, hao wenyewe wanawataka. Kwani we kuna sisimizi na nyigu <laughs> We. <laughs> kwa msimu kwa msimu. <laughs> Simba hawezi kuwataka Yanga. Ah, wanakutana lini tena?

Aihea Januari, huyo ndio Rashid bwana. Simba kiukweli kwa ushindi wa jana ni fulo shangwe, na um, uh, King Finda bila shaka uh, kispika chake sasa kimeanza kupata uh, ile kazi ya kufanya tusikie kidogo tu. Mimi hapa nawaimbisha, tusikie sauti kidogo, tusikie Kwa hivyo yeah, yeah, yeah. Kiukweli mitaa ya Msimbazi yeah. Shangwe limetawala, tabasamu zimerejea mm, na mazungumzo sasa hivi ni kuhusiana tu na soka ambalo limechezwa, mm, limechezwa jana, lakini pia ukipita katika ukurasa wa Ahmed kule, lipo pia andiko lingine, amesema ya kwamba Simba yao e, imerejea imerejea imerejea Yone, oh. na uzuri jua mashabiki wa wanasahau <coughs> kila kitu wakishapata yeah. furaha kama hivi yeah. Yeah. Sasa hawa ni majirani zao uh, Young Africans na tulipita kwenye ukurasa wa uh, Alikamwe uh, ambao wao wenyewe wanaamini ya kwamba uh, pointi zao uh, zipo kwa mtu fulani, sasa tuwasikie kidogo hapo. Pointi tulizodondosha mbea, hata ao wapinzani wasiwatishe wakiongea. Pointi mbili zilopotea, ligi ni marathoni, ligi ni mbio ndefu, mui muyuko kibonde wetu, pointi mbili tumedondosha, ila nauwakika pointi sita muyanakuteleza, si kuanguka Mtu, tutam kanda, tutam ali. Kuna mtu atapasuka tutamkanda tutamnyuka tumtafune hadi mifupa. Hivyo ndivyo ambavyo ukurasa wa Ali kamwe umeamka na uh, wimbo huo bwana yeah. Wakemini okay. Kwamba pointi zao sita mlesema. Kuna mtu kama kazi, kawashikia s pointi sita, eh, eh, pointi sita. <laughs> Kini, unamjua huyo mtu kweli? Msemewe kwa sababu mwenyewe mwimbaji, mwenyewe aje mtaje, mtaja ni mwimbaji akisema tatu kuzipata tutapajua, akisema sita, umwenda wewe, umwenda wewe, unamjua hata wangalia timu ambazo kapata umwenda kweli kweli hivi? Kweli kweli, hao wanaweza kuimbia nyimbo prison, wanaweza kuimbia nyimbo Fontaine Gate? <laughs> <laughs> <laughs> yes. eh, kila mtu j atachanganyikiwa kwa wakati wake. Sasa, sasa zile pointi mbili mlazima wavuruga bokazi hmm. <laughs> atakuharibu amani Twenty song Ah, zile alama mbili enisongi esoni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wamekubali mziki wa mbea, kwa ka sababu tumeangusha alama mbili kule eh. Sio tu wamekubali, wameshindwa wameshindwaameshind, <laughs> yani wameshindwawaada <laughs> wame <laughs> hizi ishakuwa ngumu kwetu sasa. Mnyonge wetu nani eh? kndo wamemtolea <laughs> na songi eh. <laughs> mnyonge wame na mnyonge kata songi na mnyonge eh, si Simba Eh, amembutua kweli mpaka <laughs> wamewekana ile nini, wanaita nini ile, huyu kamaanisha Msimbazi, samaanisha Fontengeti, kamaanisha Simba itare kumia tatu aicheeki ya Desemba, eh. Ah, hawezi kucheza kaka, Januari tup <laughs> Unaona ngoja nimalizie ya mwisho kabisa tu. Teknolojia. Subiri utaona. Sio kwa ubaya. Sio kwamba haita haita chezo kwa ubaya. Yes. Una upande tunasema, ah ah, sasa hivi wachezaji wetu sio wako national team. Bado watakuwa hawajaitwa. Bado watakuwa hawajaondoka. Eh? Watakuwa bado hawajaondoka. Philip mm. Mkingine tumalizie kupitia ukurasa wa Azam TV Sports, ukurasa rasmi wa michezo wa Azam TV uh, tumekumbusha tu kwamba huo ndio msimamo mm. E, na tunakwenda mapumziko ya kupisha kalenda ya FIFA. Simba wakiwa kileleni pale. Simba kwa juu, yes, wapo juu pale, sio Singida. Simba magoli mengi zaidi, magoli mengi zaidi Simba na good difference. Sasa hivi kukaa juu pale fashion eh, ukikaa lazima useme, lazima useme, lazima lazima ijulikane hilo bwana. Hapo hapo hawajasema hapo, semesema hivi lakini wenyewe wamekuja comment wamesema, this is Simba Anasema hatu kishuka mniwe, niwe huku, niko ni huku Zimbabwe. Kuna mmoja anasema kama wakishuka hapo. Eh. <laughs> <konzeli> eh. Niwe niko huku Zimbabwe. Zimbabwe kwa mbali. Wakaja mkaja. Unajua mpaka sasa hivi kwanza ligi imeanza. Ndio. Huo msimamo zimekaa timu tatu, timu nne. Timu nne. Mbeya City. Mbeya City ameka? Ah, JKT Tanzania. Alianza JKT Tanzania. Mbeya City kakaa. Alikaa eh? Alikaa Mbeya City pale. Kakaa Mbeya City. Aha. Alish KMC City, akaja, akaja kaka KMC akaja akakaa JKT Tanzania ndo alikaa muda mrefu zaidi kidogo eh. Alafu akaja akakaa Dodoma, Dodoma a, ni Dodoma a yeah. nani Dodoma, Dodoma. Kidogo, alafu akaja akakaa Singida mm. Alafu sasa hivi amekuja akakaa kina akina Mthata, apo kija kucheza mechi moja tu, mambo anabadilika hapo kija kichoza mechi moja kwa kuna mtu anaanza ligi hajafika hapo na afiki <laughs> yeah, yeah, yeah ni kweli, ni kweli, ni kweli. <laughs> naaza, ni kweli eh, ni kweli eh, toka ligi inaanza ni hata kukaa kwa juu tu hata kwa masaa mawili <coughs> nafikiri nafikiri kwa Simba mara ya mwisho kukaa hapo zilikuwa zimepita hmm, siku kama kama 200 hivi kukaa hapo kwa nini kukaa ligi kile walikuwa wamekaa muda mrefu sana nyuma mm, bila kugusa kile eh, kukaa pale mmm, kwa nini mwaka jana Simba si, si alikaa sana mwanzo pale juu mm. siku sikub mwanzo kabisa alianzamsina yeah. 255 Simba ndo alikuwa maana yake ya mwisho kukaa hapo siku zimeisha pita hivyo. Sasa bwana Rashid Hamisi the don, lakini pia Philip kini na Ula Maidi Salim Kideda, bila shaka kwa nywele zake Dukapel Morocco. Eh. Dukapel Morocco bwana. Unajua mimi kanastajabisha yule naye Dukapel. Eh, eh. Kwa kama sema loka. Eh, yani eh. Kabla ni... eh. Eh, mtu paka anaenda kuiomba yani ipe mimi kweli? Da. Ndio maana nika eh? eh? Kuna mtu pale ana picha ya Maele akiwa Young Africans. Young Africans. Eh. Hii tukio eh. Bwana, hii video kwa kweli imeleta ime, ime hisia tofauti kwa mitandao. Yeah. Mm hii -hmm. Yes. Kuna mtazamo mm. tofauti. Mimi ninachokiamini. Mhm. Mm Moroko alikuwa ana uwezo wa kwenda hata hotelini alfikia, yes. Mayele akaenda mm, kambi ban, mm, nitaka jezi yako, mm, kwa sababu huyo sio mtu wa kusema wa kuuliza sana mm, labda uniambie kama kuna kama mzee kanamnyanganya pale pale. Kila mmoja anaamini ya yani kwamba yani, yani, mm, aliletewa yeye au alitoka alitoka, inaonekana lakini, kabla katoka sema, tafsiri yake maisha anaenda kasi mm. Baada ya kupewa jezi anaondoka kwenye hilo eneo eh. Inawezekana alikuja pale kwa kazi maalum lakini, unajua yani, imeonekana kama vile ni shabiki tu wa kawaida mm. eh, yani, lakini kiukweli... Akiri, mm. eh, kawaida tu ile ile kama dukape dukapele alimuonyesha Mayele, kwa maana kaka, nipo nimekuja kukusupport hapa kiwanjani. Kwa hiyo ameappreciate kile ambacho Mayele mwenyewe uh, kuona ndugu yake ambayo alicheza, au? Mchezaji wote yes. yes, eh, Yanga na amekuja mm. kumsapoti hapo kiwanjani Yanga na, na, mm. eh, na vile, vile taifa lao. Taifa ni moja eh, <coughs> kwa hiyo ameonyesha eh, kwamba ule upendo wa kuja kushangilia nipo jukwani hapa mm. sema eneo sasa hapo mm. mm. kwenye eneo au yeah, kume... inawezekana alikuwa juu akashuka chini, mimi naona kabla akishapewa kama vile anaondoka kwenye kwenye kwenye hilo hilo, inawezekana alikuja hapo kwenye kazi maalum, alikuja hapa eh, akakaa hapa, alikuja kwa maana ataondoka. Maana hapo sasa hao wengine walikuwa wamjui, maana wengine kama wanataka kumnyang'anya na, naamini wengine wa kumjua Duka Pele Moroko, kama ni mm, walipomwona Maele anakuja na jezi pale, kila mtu akajua labda anakuja sasa. Yule aliyekuwa na picha ya Maele alikuwa amejipanga naye, alijua kama atafika pale, au alikuja wote pamoja na kawaida tu Si, si, kuamini si kama, kama Duka Pel Moroko alikuja pale peke yake <laughs> okay. Lazima alikuwa na watu wawili watatu pale ambao uh, alikuja nao lakini katika lakini ah, maisha anakwenda kasi sana malaishi zaidi icho Kijisa kumfurahisha cha kuhuzunisha au cha cha kustajabisha hivi. Kwenye nini? Jitihada, kwa maisha sikuna jitihada. Hii picha. Eh. Inafunzo. Mm. Inafunzo ndani yake. Eh. Jana inafunzo ina ina, ina funzo eh. Unajua kuna hata kuna hata mtu mwingine anaanza kukutana naye akakwambia, <tip> "Niko gana namshikia na brother viatu." Mm. Lakini leo mimi ni star kuliko yeye. Masha mm. Allah. Oh. Kwahiyo ni, ni vitu vya kawaida sana ni kwenye, kwenye maisha lazima uvikubali, lakini yeah, pia tuna katika maisha mm -hmm, basi usimdharau mwenzako. Huwezi kujua kwamba leo au kesho anaweza kubadilika; kesho atakuwa wapi? Kuna vitu ambavyo vinafundisha kwenye maisha na hapo -huh, ukiangalia uh -huh, unamwona uh Mayele, -huh, yameishi kwenye ule ubinadamu kwamba yule yule braha yuko pale, ngoja ngoja nimpelekee. Inawezekana alimwona tu labda wakati wakati anapita wakamwambia, au walishakutana walishawasiliana, akamwambia bwana, nitakupa jezi baada ya mechi kumalizika, au yote. Mazingira magumu, nimeitazama kidogo, imenipa nani, hmm. eh, yani Ma ni nzuri lakini mimi huzunisha kidogo. Na simanzi kidogo. Eh, yes, eh, mm. Niseme hivyo. Simanzi kidogo na watu wengi wamesikitishwa, ndicho hicho ambacho nilikuwa, yani. Hiyo video watu wengi walioitazama wamesikitishwa, yani umefika stage hii kweli ya kuomba jezi kwenye mazingira haya? Mazingira haya, yes kabisa, ndio maana mimi nasema hii picha, sababu uko na uwezo tukumbea, oh mwanangu nilete jezi ba, ah njoo hotelini, hotelini au bwana siwezi kuja ila mm. Jezi limeacha sehemu flani utaenda kuchukua kwa sababu unajua hata alivyoenda pale, mimi kwangu ile picha inaonyesha kama yeye ndio aliomba hiyo, inaonyesha ni ameomba na yule anampelekea maalum ni jezi tu ndio mm, pale kwa sababu mahela alivyokabidhi jezi kageuza sasa, lakini yote kwa yote ndo maisha au sio? Yaani mimi kwangu naona ina shule sana. Shule inatoa mm. mm. elimu alikuwa anacheza yeah, mm. yes, mm. upande wa kulia atokea kulia mm. afu pale wakati wako Jangwani yeah, yes, mm. yeah. mm. akiweka krosi hii jamaa anafunga huku eh, moroko huku Farid Musa mm. <laughs> uku Faridi anakalia <laughs> kule jamaa anaomba jezi <laughs> <laughs> ni la mana. Tukutane kesho au akija Aisha.